JD ni msanii mkubwa sana, msanii mkongwe, msanii aliyetoa mchango mkubwa sana kwenye muziki wa bongo flava, kuanzia kuanzishwa kwake, kuendelea kwake na mpaka hapa ulipofika. Kitu pekee ninachomfurahia dada yangu, hachoki Yaani, wewe utapotea kama wakati ule. Mimi ilikuwa mambo yakizingua tu hapa na ingia zangu mtoni kidogo, nitakaa huko miaka miwili mitatu, ukirudi Jaydee huko vile vile na album nyingine bado anakimbiza watu. Kwa hiyo ni komando komando kweli kweli, sio physical kwamba eti kaenda baa kapigana na nani. Ni komando kwenye kupambania maisha yake. Komando kwenye kupambania anachokiamini ikiwemo namna alivyopambania muziki wa Bongo Flava. Sasa nampongeza kwa kuandika kitabu kwa sababu ni vizuri sana sisi ambao tunapata privilege ya kutoka somewhere na ku -ku experience maisha fulani mpaka kufika hatua fulani ni vizuri tukaandika kitabu ili wengine waliokata tamaa wakisoma wananyanyuka. Mtu anakuwa anadhani kwamba labda ameshakwama kila kitu, lakini akichukua kitabu cha JD akasoma, akaona anaweza, akakuta kwamba mwaka fulani JD alipitia changamoto kama ambayo anapitia sasa hizi, na akajifunza kwamba alitatua namna gani hiyo changamoto. Kwa hiyo vitabu vina umuhimu sana kwa watu. Nape, uandike kitabu chako ila Usiweke ile content uliyoongea kule Singida, lakini otherwise ni muhimu sana kwa watu ambao eh, ni public figures, wana historia, wana historia ya kushare na watu, wasiwe wachoyo watoe hiyo historia yao kwa kuandika vitabu ili watu wengine wajifunze, walipita vipi changamoto, walipita hatua zipi kwenye maisha mpaka kufikia hapo walipofika. My sister Lady Jaydee, hatujakutana barabarani, tunafahamiana miaka mingi sana. Congratulations sana, hongera sana kwa hatua hii ya kuandika kitabu, na zaidi pia hongera kwa kusherekea miaka ishirini na tano kwenye go game la Bongo Flava. Miaka ishirini na tano si haba, nisherehekea kwangu thelathini, alinikuta Jaydee miaka mitano baadaye.